Rais Vladimir Putin wa Urusi amerejea kauli yake kwa kusema kuwa endapo silaha za masafa marefu kutoka nchi za magharibi zitatumika kuishambulia nchi hiyo, Urusi itajibu hatua hiyo kwa kishindo. Putin amesema hayo alipokuwa akihojiwa na waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali mjini Moscow, akijibu swali kuhusu hatua ya Rais Donald Trump wa Marekani kuziwekea vikwazo kampuni za mafuta za Urusi. Putin amesema kuwa maamuzi ya Trump yamelenga kuilazimisha Urusi kutekeleza matakwa ya Marekani huku akisisitiza kuwa vikwazo hivyo havitamsaidia Trump kufikia malengo yake. Putin ameongeza ya kuwa kitendo hicho ni kuonyesha dharau kwa taifa na jamii ya watu wa Urusi na kwamba hali hiyo ni sawa na kutengeneza mazingira yasiyo rafiki katika ulingo wa siasa hali inayozidi kuharibu mahusiano yaliyokuwa yanaanza kuimarika upya baina ya Urusi na Marekani. Kwa upande wa madhara ya kiuchumi kwa Urusi, rais Putin ameelezea mzunguko uzalisha wa uzalishaji wa mafuta na usambazaji katika soko la dunia. Putin amesema Marekani inazalisha mapipa milioni 13.5 kwa siku na inatumia mapipa milioni ishirini. Saudi Arabia ni ya pili kwa mapipa milioni kumi kwa siku ikifuatiwa na Urusi yenye kuzalisha mapipa milioni 9.5 kwa siku. Kwa hiyo Marekani inazalisha mafuta kiasi na kununua zaidi hususan mafuta ya Kanada. Saudi Arabia na Urusi zinauza mafuta zaidi katika soko la dunia. Saudi Arabia inauza tani milioni tisa za bidhaa hiyo na Urusi inauza tani milioni saba nukta tano katika soko la dunia, na nukuu kauli yake, utaratibu katika uzalishaji wa mafuta una manufaa makubwa kwa uzalishaji na utumiaji wa bidhaa za mafuta, kwa hiyo kuvuruga huo utaratibu sio suala la busara na lina matokeo hasi hata kwa yule anayejaribu kuvuruga huu utaratibu, na kwa upande wa Urusi tunaweza kurekebisha madhara yatakayojitokeza, japo sio kwa asilimia zote, mwisho wa kunukuu. Putin amesisitiza kuwa endapo uzalishaji na usambazaji wa mafuta ya Urusi utapungua, ni wazi kuwa kutakuwa na upungufu wa bidhaa za mafuta katika soko la dunia, na hiyo itasababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Na nchi nyingi zitaathirika ikiwemo kupanda kwa bei ya mafuta katika vituo vya mafuta ndani ya Marekani yenyewe. Putin ameongeza kusema kuwa maamuzi ya Trump hayawanyimi wa Urusi usingizi ingawaje anakiri kuwa changamoto zitakuwepo kutokana na vikwazo vya Trump dhidi ya kampuni za mafuta za Urusi, lakini serikali ya nchi hiyo itakabiliana na, na vikwazo hivyo.